Wanapata madhara mbalimbali katika jamii, na sisi kama jamii tusipochukua hatua, maana yake tunaenda kupoteza kizazi ambacho tunakitegemea kije kuwa ndiyo nguzo ya taifa hili, kwa sababu leo sisi tupo, lakini itafika wakati sisi muda wetu utaisha, na hawa ambao tunawatengeneza leo ndio watakuja kusimama kwenye nafasi zetu. Kwa hiyo, wanapokuwa wanaenenda katika misingi ambayo sio au tunaposhinda kuwasimamia vizuri, maana yake tunaenda kujenga kizazi ambacho kutakuja kuwa na taifa lisilokuwa na maadili, taifa litakalokosa viongozi wenye mwelekeo mzuri, na mwisho wa siku tunaenda kupoteza taifa ambalo limejengwa kwa misingi imara. Kwa hiyo kampeni hii ni muhimu kwa ajili ya kwa, kwa upande wa watoto wetu, kwa maana tunawapa watoto uwezo wa kwenda kujisimamia wao wenyewe katika kupambana na madhara mbalimbali ambayo wanaenda kukutana nayo katika jamii au hata katika familia. Lakini hawa watoto japo tukawapa tuka miongozo na utaratibu, kama ambavyo imesemwa, tusipo wasipojengwa au tusipojenga kuanzia kwenye ngazi ya chini ngazi ya familia, kazi kubwa ambayo inafanyika itabaki kuwa ni kazi bure. Kwa hiyo swala la leo kutukusanyisha hapa kama familia ni muhimu sana kwa mustakabali, kwa kampeni mbalimbali ambazo tutakuwa na, tunaendelea nazo katika nia na dhamira njema ya kujenga kizazi kitakachokuja kusimama imara na kuijenga nchi yetu ili iendelee kuwa nchi imara wakati wote. Nimesikiliza kwa makini risala ambayo imegusa mambo ya msingi yanayohusu usalama, malezi na maendeleo ya mtoto na kijana katika familia na jamii zetu. Ukweli ni kwamba familia zenye migogoro, ukosefu wa maelewano na changamoto mbalimbali, ikiwemo changamoto za kiuchumi zimekuwa ni chanzo kikuu cha ukatili dhidi ya watoto, na nyinyi wote mtakuwa mashahidi, kwa sababu hizo familia na hao watoto ambao wanakuwa na changamoto, tunaishi nao, wengine ni ndugu zetu, na wengine inawezekana watoto wanatoka ndani ya familia zetu. Lakini hilo linajitokeza tu kwa sababu baba na mama hawako imara katika familia. Kwa hiyo miongozo na mafunzo ambayo tumeyapata yataenda kujenga msingi mzuri wa kuhakikisha kwamba tunaepukana kwa